Ujenzi huu uko nyuma ya muda, lakini pia vilevile kumekuwa na malalamiko makubwa sana ya foleni foleni katika upande wa barabara ya Mwenge Tegeta, na imepelekea pia vilevile foleni upande wa barabara ya Mbezi Chini kwa sababu watu wengine wamekuwa wakihama toka Mwenge Tegeta na wote wamehamia Mbezi chini, lakini vile vile na upande wa Sam Nujoma mpaka Ubungo uh, Ubungo kuja kwa maana Ubungo Mwenge na ile ya Mwenge kuja mpaka Morocco imechelewa sana na upanuzi wa Ubungo Kimara kwa nilipokwenda kufanya eh, ukaguzi, baada ya malalamiko na hali hiyo kutokea, niliagiza baada, niliohojiana na wale walioko site, wakanieleza kuwa wao hawana hawa majibu ya hoja nyingi nilizoziuliza, na kwa msingi huo niliagiza ya kwamba wawaite viongozi wao. Ninayo furaha kwamba leo tarehe 26 viongozi wao wa haya makampuni na delegate delegations kutoka China, zimefika hapa Tanzania na mimi katimuku, na timu yangu katibu mkuu na wakurugenzi tumepata nafasi ya kuzungumza nao. Yako mambo ya msingi yaliyozungumzwa katika haya mambo ya msingi yaliyozungumzwa, wao wanayo, wanazo hoja zao, ingawa hizo hoja ni uh, ni kidogo sana ukilinganisha na upotevu wa muda waliofanya kwetu. Kwa hivyo jambo kubwa na la msingi, jambo kubwa na la msingi ni kwamba mefika eneo ambapo wamefanya commitment kwa serikali juu ya ukamilishaji wa miradi hii kwa wakati na juu ya ukamilishaji wa miradi hii kwa viwango. Dalili la commitment ndiyo muhimu, kuongeza flow ya fedha ili kuja kukamilisha miradi, kuongeza idadi ya wafanyakazi walipa wafanyakazi wanaofanya kazi katika maeneo yao hususan wafanyakazi wa wafanya zawa kufanya mbinu mbalimbali -mbali, za kuondosha traffic jam ili ni jambo kubwa sana. Wamenihakikishia kwa mfano wanaofanya kazi ya Mwenge Tegeta wataongeza u-turn wataongeza bypass mbalimbali ili kuondosha misongamano isiyo lazima na usumbufu mkubwa sana wananchi wanaopata. Sasa wameeleza kwamba hayo watayafanya ndani ya muda wa wiki hizi mbili. Kimsingi wote wamefanya commitment kubwa sana za kimaandishi kwa serikali, nazo hizo commitment eh, hapa ambayo imefanywa na kampuni la, la Shandong iquao ambayo hii kampuni inatengeneza upande wa kutoka Mwenge Tegeta ambako kuna usumbufu mkubwa sana lakini vile vile na kampuni ya China Geo imefanya commitment pia inayotengeneza barabara ya kutoka Mwenge kwa maana Sam Nujoma, lakini vile vile inayokuja Morocco na kuja mpaka maktaba na vile vile, tunayo commitment ya wanaofanya upanuzi wa Ubungo Kimara. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba tumefika mahala pazuri, na sisi kama Wizara ya Ujenzi tutaendelea kuwasimamia ipasavyo ili kuweza kuhakikisha kwamba wanafanya kazi hizi kwa wakati na wanafanya kazi hizi kwa viwango. Kuna ucheleweshwaji mkubwa sana wa kampuni ya Shandong juu ya barabara ya Omurushaka Kyerwa, na wenyewe wamenithibitishia kwamba kwanza wamekiri, na kwa msingi huu wanakwenda kuanza haraka iliwezekanavyo mwishoni mwa mwezi wa nne mara baada ya, ya kukamilisha vifaa vyote ambavyo wamenihakikishia, sasa wanaki na wanavipeleka, na ahadi yangu ni kwenda kukagua barabara hiyo mwanzoni mwa mwezi wa tano. la Mwenge Tegeta, ili wameeleza mbinu zitakazotumika, na kwanza wamesema eh, wanaongeza idadi ya U-turns lakini vile vile watafungua bypass, service roads zitafunguliwa zitawekwa vizuri na kufunguliwa, na hiyo wamenipa ahadi ya wiki mbili tu. Tunaamini hizo zitasaidia sana na uh, kwa upande wa Morogoro Road kwamba zile barabara ambazo ni za expansion huko pembezoni zimekuwa sasa zikiwa ni wakati huwa mvua zinasababisha matope, ili nafikiri wataalamu hapo hapo watakwenda kufanya nao kazi na kuweka vizuri, ili lisiende kuwa ni changamoto pia. Vile vile tukubaliane tu kwamba katika mkataba kwa kesi za namna hii mkataba uko wazi, ni nini kwa hizi delay, wao wanapaswa kutulipa sisi kutokana na hizo delays. Kwa hivyo ndio kazi ya wataalamu wetu watafanya, ili sisi tupate haketu kutokana na hizo delays. Vinginevyo ni jambo la kuendelea ku, kuvumilia. Sisi tuna push uh, mkandarasi atafanya, ni jambo la muda, litakamilika na watu, wananchi wataweza kuenjoy barabara zao. Asante sana. 30 April wote wameomba extension ya muda wa miezi kumi na mbili. Hilo jambo ni jambo ambalo sasa lina linachakatwa na timu yangu ya wataalamu, ili kusudi tuweze kuona sasa tuna- tuna njia mbili. Njia ya kwanza ni kuvunja mikataba lakini wakati kwa kuvunja mikataba ni pamoja na kuangalia athari tunazoweza kuzipata sisi kama Watanzania, na njia ya pili ni kuongeza baada ya commitment hizi hiyo miezi ya kuweza kukamilisha hii kazi. Kwa hiyo hilo jambo sasa ndio nalisubiria kutoka kwa timu ya wataalamu wangu ili kusudi tuone ni hatua gani ya kufuata. Changamoto nyingi wameeleza mvua za El Nino zilizoonyesha huko nyuma. Wameeleza e, tuna changamoto sisi ambayo nimewaagiza wataalamu wangu. Unajua hizo barabara zote zina tunaita utilities huduma nyingine, kwa mfano kuna nyaya za TANESCO zinazotoa huduma kwa wananchi, kuna mabomba ya maji yako humo sasa. Kuna mabomba ya gesi, pia vile vile yako humo, zile zote zinachelewesha. Sio kazi ya mkandarasi kuhamisha nyaya za umeme, sio kazi ya mkandarasi kuhamisha pipes za gesi. Sio kazi ya mkandarasi kuhamisha bomba za maji. Kwa hivyo wakati anasubiri kila anapofika mahala anasubiri ina, ina, inafanya ashindwe kutekeleza mradi wake. Kwa hivyo kuna sababu za namna hiyo, zingine zimeandikwa kwa kimaandishi huku, mimi nimetoa zile ambazo ni rahisi kuzieleza, na ndio maana nimewaagiza wataalamu, kazi hii inayohusu taasisi zingine za serikali tusiiache kwa mkandarasi, ni lazima sisi kwa sababu hao ni wenzetu, tufanye nao mazungumzo ili kusudi mkandarasi asikawie kwenye utekelezaji wa mradi, awe hana sababu, afanye kazi moja tu ya ujenzi wa barabara.